Audhu billahi min alshaitani lrajim, bismillahi rahmani rrahim, alhamdulillahi rabilalamin al ndugu zangu wasikilizaji wetu watukufu katika siku hii ya leo, biidhni llahi alkarim, insha Allah, hebu twende tukaendelee na somo letu somo hili la afya ya somo la afya lakini pia tunasema jifunze elimu ya tiba katika Uislamu ni moja kati ya somo zuri sana katika mfumo wa afya. Lakini katika siku ya leo tunakwenda kutazama e, masomo tunakwenda kutazama maradhi ya ndani na dalili zake katika Uislamu, aidha aina na dalili za maradhi ya ndani katika tiba ya miili ndani ya Uislamu. Kwa tunachokwenda kudili nacho leo ni yale maradhi ya ndani ya mwili. Maradhi ya ndani ya mwili ni maradhi gani? Na ni maradhi ambayo ya yapoje na yanamkamata vipi mtu na dalili zake zikoje? Wa lillahi lhamdu. Hebu leo twende tukatazame maradhi ya ndani katika mwili wa mwanadamu, na kabla ya lolote na chochote, insha Allah, naomba wewe ndugu yangu ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu usiache kutu, kutufuata WhatsApp kwa namba hii na kuomba tukuunge katika chaneli yetu kwa sababu chaneli yetu ipo rasmi kwa ajili ya kufanya mafunzo mbalimbali mbali na maelekezo mbalimbali mbali ya masuala ya dua, nyota, tafsiri za ndoto na mambo mengine mengi sana. Darasa letu lipo tayari na halina shida na linaendelea kufanya vizuri katika WhatsApp yetu, ni grupu la WhatsApp. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kuungana nasi, basi si vibaya akatuwekea namba yake ili mradi tupate kuweza kumuunga hapo. Haya, moja kwa moja, hebu tuende katika darasa letu la leo. Tunasema aina na dalili za maradhi ya ndani katika tiba za miili yetu. Aina ya kwanza tunasema amradhul qalbi, maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo haya ni maradhi yanayohusisha moyo na mishipa ya damu, yanayoweza kuathiri kupumua na vile vile kuleta athari katika mzunguko wa damu. Haya ni maradhi yanayotokana na moyo, lakini pia dalili zake za kawaida. Ili utajuaje kwamba wewe unayo maradhi ya moyo? Inawezekana ukawa una maradhi ya moyo lakini ukawa hujui kama una maradhi ya moyo sasa zipi dalili zake, ambazo ukijiona unazo hizo basi tambua direct kwamba wewe unalo tatizo la maradhi ya moyo au una viashiria vya maradhi ya moyo. Jambo la kwanza tunasema khafaqanul qalbi, khafaqanul qalbi, yani kubana kwa moyo, moyo kukutaiti. Ukiona hali hii moyo una kutaiti taiti, basi ndugu yangu fahamu kwamba wewe unayo dalili za maradhi ya moyo. Hiyo ni moja ya dalili za kuwa na maradhi ya moyo, hafaqanu lqalbi, moyo kuwa una bana. Jambo la pili tunasema alamu fi swadheri, mtu kuwa na maumivu katika kifua Ukijibaini kwamba katika kifua chako mara kwa mara una maumivu, basi hivi ni viashiria vya, vya kwamba huenda ukawa una maradhi ya moyo. Jambo lingine tunasema dhiku nafasi, ni mtu kupumua kwa shida. Endapo ukijiona katika maisha yako mara kwa mara unakuwa pumzi yako inakosekana haupumui vizuri ipasavyo, basi ndugu yangu tambua kwamba wewe una viashiria vya matatizo ya moyo. Lakini tena tunasema irhaqu wa taabu saria, kuchoka haraka bila ya sababu. Ukijiona kwamba wewe unakuwa ni mwingi wa kuchoka bila ya sababu, basi ndugu yangu wewe, kwa stahili hiyo utakuwa unaviashiria vya maradhi ya nini? Ya, ya moyo. Kwa hiyo hivi vyote visijitokeze kitu kimoja la bali, vijitokeze kama ni vyote au kama ni kukosekana kikosekane kimoja, lakini vyote viwepo vikiungana. Kwa staili kama hii, bila ya shaka wewe utakuwa unavyo viashiria vya maradhi ya moyo. Kwa darasa letu katika siku hii ya leo, tunakwenda kuangalia dalili tu za aina ya maradhi yaliyokuwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa hapo tumemaliza katika upande ya kujua dalili za maradhi ya moyo. Maana yake wewe ukiwa na dalili hizo, basi inabidi ufanye uchunguzi haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana ukawa una tatizo katika moyo wako. Ama jambo lingine la msingi sana ambalo tunapaswa kwenda kulijua ni amradhul kulliya, ni maradhi ya figo. Maradhi ya figo ni moja ya maradhi yaliyokuwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Haya ni maradhi yanayohusisha figo kushindwa kusafisha damu na utengenezwaji wa mkojo haya ndiyo maradhi tunaita maradhi ya figo. Lakini pia dalili zake za kawaida tunasema: waram, waramu fi lqadamain au ilwajihi, ni uvimbe kwenye miguu au uso. Ukimwona mtu anakuwa ana dalili na tabia za kuvimba kwenye miguu ama uso, basi huyu tunasema anavyoviashiria vya matatizo ya figo. Mtu ambaye anakuwa na vimba vimbavimba miguu au mtu anavimba uso, huyu mtu anavyoviashiria vya, vya maradhi ya figo. Lakini kingine, dalili nyingine ni kwamba baulun ghairu tabiiyin launun au riha, mkojo wa rangi isiyo ya kawaida au harufu mbaya sana Yani, ukiona mkojo wako unatoka kwa rangi tofauti na ile ya mkojo unayoistahiki au ulioizoea mkojo wako unakuwa pengine, unakuwa mwekundu au unakolea sana njano na hausafishiki hata ukinywa maji mengi, basi ndugu yangu wewe, utakuwa una viashiria vya dalili ya maradhi ya figo kwa staili kama hiyo viashiria vya dalili ya maradhi ya figo. Lakini kitu kingine tunasema alamu fidhahari awil, awil jambaini, alamu fidhahari awil jambaini, maumivu mgongoni eh, au upande, maumivu sehemu ya mgongo au upande upande My friend, ukijiona una aina ya kupatwa na maumivu katika mgongo au upande mmoja katika mwili wako unakuwa una maumivu, basi ndugu zangu, eidha hapa tunasema una viashiria vya maradhi ya figo. Una viashiria vya maradhi ya figo ni moja pia ya dalili za maradhi ya figo lakini jambo lingine tunasema, irhaqu wa ijhadu saria, ni uchovu wa mwili kwa urahisi sana kwa haraka, ni mtu kuchoka choka mwili mara kwa mara basi, huyu tunasema ana viashiria vya matatizo ya figo. Sasa ili ujitibie, jitahidi sana kunywa maji ya kutosha Utumie dawa za halali lishe, pamoja na dua, na ndio maana wakati huo tena tulisema kwamba kwa mtu ambaye ana maradhi ya, ya moyo. Mtu ambaye ana maradhi ya moyo atajitibiaje? Apate lishe sahihi, madawa halali, mapumziko, mazoezi, pamoja na dua, na huku nako tumetoa kitu kama hicho. Kwa maelezo, maelezo yake ya namna gani kuweza kujisaidia kwa mtu mwenye problem kama hizi. Sasa moja kwa moja twende katika amradhul maida, maradhi ya tumbo. Vipi viashiria vyake? Al amradhul maidati wal amaa, maradhi ya utumbo mdogo pamoja na utumbo mpana. Hapa kunapatikanaga maradhi hapa pia lakini maradhi haya ya tumboni haya ni maradhi au, haya ni maradhi yanayohusisha mfumo wa chakula tumbo na utumbo kwa ujumla. Na ama dalili za maradhi haya, dalili zake ni kwamba tunasema kwamba athayanu, athayanu wa kaiu ni mtu kutapika na kupata kichefuchefu. Tunasema athayanun waqaiu, ni mtu kutapika ama mtu kuwa na kichefuchefu cha mara kwa mara. Ukiwa na asili ya kichefuchefu kwa mara kwa mara, basi ndugu yangu tambua kwamba wewe una matatizo ya upande wa tumboni kwako. Lakini pia kingine ni kwamba alamu wa hararatun fi lbatni ni mtu kuwa na maumivu pamoja na joto katika tumbo. Ukianza kuona dalili za maumivu ya tumbo ama joto sana katika tumbo, basi ndugu yangu tambua kwamba wewe unayo, aidha una viashiria vya maradhi ya tumboni. Kingine ishalu au imsaku kuharisha au kujaa kwa tumbo, tumbo kuendelea kujaa. Hii yote ni moja ya dalili kwamba wewe una tatizo katika tumbo lako. Dalili nyingine, tunasema dalili nyingine ambayo itakujulisha ya kwamba wewe una tatizo katika tumbo lako ni kwamba tajshuu wa raghabatun fi taami Kutapika gesi au kutokuwa na hamu ya chakula, yaani kutapika mfumo kama wa gesi gesi katika mwili wako, na vile vile kutokuwa na hamu ya chakula. Hii yote ina ni viashiria vya kwamba wewe una maradhi katika upande wa tumbo lako. Sasa nini kiweze kufanyika ili uweze kupata shifa iliyokuwa nzuri? Jambo la kwanza tunasema tiba yako ya kwanza ni lishe sahihi. Jambo la pili, mimea yenye faida. Jambo la tatu, madawa ya halali kabisa yasiyokuwa na haramu, dua pamoja na mapumziko. Vikifanyika hivyo, basi kwa uwezo wa Allah, wewe utakuwa ni mwenye kupona kwa haraka sana, na utakuwa safi na salama. Moja kwa moja, twende katika amradhul kabedi Maradhi ya ini. Haya maradhi ya ini pia ni moja ya maradhi yanayopatikana ndani ya mwili wa mwanadamu. Haya ni maradhi yanayohusisha ini na uwezo wake wa kusafisha damu na sumu. Dalili za maradhi haya tunasema yarkanu, yarkanu safararun au safararun fil ainaini waljildi. Dalili za kujua kwamba wewe una maradhi ya ini ni kuharibika kwa ngozi na macho kuwa ya njano. Ukianza kujiona kama ngozi yako inaharibika haribika, halafu dalili za macho yako yanakuwa kama yana unjano unjano, basi my friend, wewe una viashiria vyote na una dalili zote za kuwa wewe una matatizo katika ini lako. Hivyo haujaambiwa direct una matatizo katika ini, bali una dalili za matatizo katika ini. Ufanye juu chini kwenda kupima, ili mradi uweze kubaini na uweze kupatiwa msaada wa mapema. Hiyo ni moja ya matatizo ya ini, lakini pia alamu filjanibil aiman maumivu upande wa kulia chini ya mbavu. Ukiona una maumivu upande wa kulia chini ya mbavu, maumivu upande wa kulia chini ya mbavu, basi my friend, wewe unaviashiria vya matatizo ya ini e, unaviashiria vya matatizo ya ini. Jambo la tatu tunasema ghathayanun ghathayanun watakhalufu filhadhumi, kutapika na kushindwa kwa mmeng'enyo wa chakula. Ikiwa unakuwa na tabia za kutapika tapika, lakini mfumo wa chakula chako hauwezi kumeng'enya vizuri, basi my friend wewe una viashiria vya maradhi ya ini katika mwili wako. Lakini jambo lingine tunasema Taabun wa irhaqu daim, uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Ukijiona unapatwa na, na mfumo wa uchovu wa mwili wa mara kwa mara, basi ndugu yangu wewe una dalili za matatizo ya ini. Sasa ufanye kitu gani ili kuondokana na hii tabia za maradhi haya ili yasije yakakukumba? Basi tiba yake ni kwamba upate lishe ya halali, lishe iliyokuwa nzuri inayostahiki kutumia kwa mtu kama wewe mwenye problemu hizo. Kwa hiyo upate lishe iliyokuwa safi na salama, lakini pia kupunguza sumu mwilini. Jitahidi kufanya jambo litakalokusababishia sumu yako ipungue mwilini. Jambo lingine, madawa halali uhakikishe unatumia dawa za halali kwa ajili yako. Na jambo lingine, dua, fanya jitihada uweze kuhakikisha kwa kwamba unafanya sana dua kwa ajili ya kutafuta sulhu iliyokuwa njema katika mwili wako. Haya, mwisho kabisa, tunasema maradhi ya ndani yanahitaji utambuzi sahihi kabla ya tiba. Dalili husaidia kutambua tatizo na kuchagua tiba iliyokuwa sahihi. Hivyo, mbinu za tiba ni mchanganyiko wa lishe sahihi kabisa, kama vile madawa ya halali, mazoezi na mapumziko, dua pamoja na Qur'ani, na Allah ndiye mponyaji wa kweli kabisa, na hii ndivyo ilivyo. Sasa, ndugu zangu, tufanye juhudi kuhakikisha kwamba tusije tuwe makini, tunapoona dalili kama hizi basi, utambue wewe unakuwa upo katika fungu la dalili za maradhi gani. Nafikiri paka hapo utakuwa umeelewa. Leo tumetoa dalili za maradhi yanayopatikana ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu nje ya mwili wa mwanadamu maradhi yake huwa yanaonekana, lakini ndani ya mwili wa mwanadamu kunazo dalili ambazo otomatikali mwanadamu akiwa nazo basi anaweza kubaini kwamba yeye ni mgonjwa wa kitu gani na aanze kufanya maandalizi ya kuhakikisha anajitibu kitu gani. Uwezekano mkubwa sana wa kuwahi tatizo lako kabla halijafika hatua ya kuwa kubwa upo, na unaweza kufanya vizuri katika hali ya kuweza kujitibia. Mwisho wa siku ukijigundua una dalili kama hizi na unaviashiria kama hivi basi fanya juhudi ya kumwona daktari, nenda hospitali, uende ukafanya chekup ya maradhi kama hayo tuliyoyaeleza, ili mradi kuweza kubaini kwamba kweli yapo au hayapo, basi hali itakuwa ni bora zaidi. Walillahi lhamdu. Mwisho kabisa tunakutakia usikivu mwema, darasa jema, na tunakutakia elimu njema, uweze kufanya juhudi na kufanya jitihada zilizokuwa njema ili mradi uendelee kusoma darasa letu na kujifunza elimu yetu ambayo ni elimu ya Kiislamu katika mfumo wa afya na tiba moja kwa moja. Mwisho, tunakuomba usiache kusubscribe, usiache kushare, lakini pia usiache kutuwekea e, namba zako ili tukuunge katika grupu letu lakini pia wewe kama ni mdau wetu usiache kututumia salio kwa ajili ya kuunga wifi yetu ambayo imekwisha walilahi lhamdu. Tunaomba muibebe, ili mradi tuendelee kufanya vipindi vyetu. Usiache kufuatilia kipindi kijacho ambacho kitakuwa ni kipindi kizuri, na kipindi kijacho pia kitaendelea kufundisha e, dalili hizi za tiba na kipindi hichi E, itakuwa ni somo la nne baada ya kumaliza somo la tatu, na somo hili litakuwa linahusu kuzuia maradhi ya ndani na kuimarisha afya yaani, je, uta, utazuia vipi maradhi ya ndani yasikupate na vipi utaimarisha afya yako. Hapo tutakwenda kukutana katika somo la nne, ili mradi tuweze kusoma haya mambo na tuweze kujifunza na ikiwezekana tupate kujisaidia wenyewe afya zetu majumbani mwetu. Kufikia hapo, niseme ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundian aturiyu At, usiache kusubscribe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.